Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, hii ni moja kati ya vitu ambavyo huenda labda ulikuwa hufahamu so vimekuja kujulikana automatically kupitia interview ambayo Jay Melody ameifanya hivi karibuni huko mtandaoni. Ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wapate elimu au wazinduke, wagundue kwamba okay, kumbe mambo ya huaga yanakuaga hivi. Kwa mujibu wa Jay Melody, amefanya interview na kuelezea maana ameulizwa swali, kwa sababu before Jay Melody alikuwa ni mwandishi wa nyimbo na ameshaandika nyimbo nyingi sana ambazo zimefanya wasanii wengi sana wakaenda mjini Nadhani kila mtu anafahamu hilo kwamba kuna nyimbo ambazo zilifanyaga vizuri hususan za Nandy, e, Jay Melody ndo alikuwa ameandika, na zimeenda mji... yani, zilimfanya Nandy awe mkubwa zaidi, kwa sababu mashabiki walizipokea kwa mikono miwili na zikamfanya Nandy akawa amejishindilia, e, kama moja kati ya wasanii bora kabisa wa kike hapa Tanzania, lakini mtu ambaye alikuwa anaandika nyimbo zake nyingi ambazo zilikuwa zinaenda alikuwa ni Jay Melody. Sasa Jay Melody akaulizwa swali, je, kwa sasa hivi kama yeye mwenyewe pia ameshakuwa mziki, ameshaamua kuwa mwanamziki, lakini pia vilevile kazi zake nyimbo zake zimekuwa zinapokelewa vizuri mara kwa mara kila anapoachia na amekuwa na fanbase kubwa. Je, ile tabia yake ya kuwaandikia wasanii nyimbo bado anaendelea nayo au ameiacha? hususani tunafahamu kwamba Jay Melody alishaandika hit song nyingi sana za Nandy. Kwa hiyo Jay Melody amezungumzia hiyo ishu, ameweka wazi kwamba suala la kuandikia wasanii nyimbo hususan wale wa THT, na yeye pia alikuwa ni msanii wa THT. Hivyo basi, ilikuwa kwamba kila wasanii wote pale THT ambao bado walikuwa hawajapata nafasi ya kufahamika walikuwa, kila wakiandika nyimbo ikaonekana ni kali, ni nzuri, lazima wampe msanii wao bora pale THT aitoe. Kwa hiyo wakina Jay Melody kipindi bado hawajatoka, walikuwa kila wakiandika nyimbo kali, lazima atapewa msanii ambaye ni the best pale THT ambaye ni Nandy, ndo alikuwa Nandy anaruka nazo kiulaini kiasi hicho. Kwa hiyo haikuwa, labda ni yeye mwenyewe Jay Melody alikuwa anazitoa hizo nyimbo willingly, yani kwa kuridhia kwamba Nandy apite nazo, bali ilikuwa ni kama vile obligation yake akiwa kama msanii ambaye alikuwa yuko chini ya lebo hiyo ya THT. Kitu hiki kimewafanya watu wengi sana wajisikie huzuni kwamba huyu Jay Melody haikuwa eh, ya ridhaa yake kuwaandikia wasanii bali ilikuwa kila akiandika nyimbo kali inachukuliwa na wasanii wakubwa wa pale THT kutokana na mikakati ambayo ilikuwa imewekwa. So ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.